Fahamu mwanamke bahili zaidi duniani. Usijali kama hujawahi kusikia, sogeza kiti tuketi, ili nipate kukujuza. Huyu anaitwa Hetty Green, alizaliwa huko Marekani mwaka 1893 ni binti wa pekee kutoka kwa mfanyabiashara tajiri. Hetty Green anaaminiwa kuwa na utajiri wa bilioni saba kutoka Hetty Green alipokuwa na umri wa miaka 21, alihamia New York huko ili kuwekeza pesa zake. Alipokuwa huko alifahamika kwa jina la mchawi mwovu wa Wall Street. Aliolewa na bilionea kama yeye, lakini ajabu ni kuwa aliendelea kuishi maisha duni.